Tikeuza mtende au mitende baada an tuabbara, baada, tu baada ya kuozeshwa. Mitende huwa inaozeshwa kwa kutiwa zile mbegu katikati yake, zinafungwa pale, baada ya muda zinatoka vile walivyokusudia. Baada ya kuozeshwa at-tabiru wa at-talqih bada ya kuozeshwa, ataaaha lilbaii, yale matunda yake ni yule muuzaji. Atikauza mtende baada ya kuwazimeozeshwa au mtende umeozeshwa, fathamarauha lilbaii, matunda yake yatakuwa ni yule muuzaji, ila anyshtaritha, illa atakapoweka sharti mnuaji aktaa mnwaji mnuaji akaweka sharti kwamba hivi vitakuwa vya kwangu, muttafakun alaihi, labda aweke sharti hilo. Wakadhalika sairu lashjari, na vile vile miti yote idha kana thamaruhu badia, ikiwa matunda yake baadhi yamekomaa au yameiva, itakuwa e ni yule muuzaji, tabidi achukue yeye, ila akiweka sharti nani, mnunuaji kwamba mimi utaniuzia, lakini haya machungwa au haya maembe ni yangu. Lakini asli wewe umeuza ardhi, kuna miti ya matunda tayari yamekwisha komaa amekusha iva, wasiale ni haki yu ya yule muuzaji, ataichukua yeye. Alafu utabaki na miti yako, labda kama ataka sharti labda kama ataka sharti yule mnunuaji kwamba hapana, mimi nitanunua miti ni hivi niuzie ya, ya na hizi hapo, mkakubaliana katika hivo. Wa mithluhu idha dhahara zaruu, na mfano wake hivyo hivyo idha idha dhahara zaru, ikisha ikisha, yakisha komaa au zikishakomaa, punje au nafaka ikisha komaa, nafaka alladhi la yuhsadu, ambazo hazivunwi illa maratan wahida, isipokuwa ni mara moja tu. Kuna nafaka zina kawaida hiyo, zenyewe huvunwa mara moja kama ni kwa mwaka au kwa miezi mara moja tu, ikisha komaa ile. Mazao ambayo hayavuni si kwa mara moja, vile vile hukumu yake ni hivyo, itakuwa ni haki ya yule muuzaji. Wa mithluhu, na mfano wake hivyo hivyo, kwa maana atastahiki muuzaji yale mazao, alladhi la yuhsadu, ambayo hayavuni illa maratan wahida ayachukuliwi shambani isipokuwa mara moja. Alafu akasema, fain kana yusadu miraran, ikiwa yanachukuliwa na kuvunwa mara miraran, mara sio moja, mara endelevu. Ikiwa yanavunwa mara kwa mara mirara, mara kwa mara, falusulu lilmushtari, yale mashina yale

kukata kuvuna kuliko dhihiri pale kwa wakati ule, inda lbaii, wakati wa biashara lilbai, ni kwa yule muuzaji. Ikiwa matunda au mimea ina kawaida ya kutoka mara kwa mara, siku chache tu tayari, siku chache tu tayari, tena kuna matunda yako hivyo, ikiwa hali ya miti matunda yake yako hivyo au punje zake ni nafaka, nafaka ziko hivyo wakati ule wa biashara, mnunuaji muuzaji ndo atastahiki peke yake, wakati ule wa biashara atastahiki muuzaji. Baada ya hapo ni haki ya yule mnunuaji.